na madhehebu eh, ya Kiislamu, madhehebu manane ya Kiislamu. Eh, katika kipindi kilichotangulia tulisema ya kwamba mazungumzo yetu, inshallah, katika siku hizi zinazofuata, tutakuwa tukizungumza kuhusu hija na hukumu za hija na vipi eh, na matendo ya hija kwa mtu ambaye anayeenda eh, kutekeleza hija hii. Eh, hii ibada tukufu ambayo ni katika wajibati ambazo Mwenyezi Mungu ameweka juu ya Waislamu ya kwamba mtu ambaye eh, ana uwezo wa kusafiri wa kimali na kiafya na, ki, na kiusalama yeye anaambiwa ya kwamba anawajibika kwenda kuhiji mji wa Makka na kutekeleza baadhi ya matendo ambayo eh, yametajwa ambayo ni matendo ya kiibada. Katika kikao ambacho tulichokuwa nacho hapo awali tumezungumza e, kuhusu aina za hija na tumezungumza tukasema ya kwamba au tulisema ya kwamba aina ya hija ni tatu, ha, hija kuna hija ambayo inaitwa hajjul ifrad na kuna hajjul qiran na kuna hajjut tamattu, kufatana na hali tofauti ambazo mtu anazokuwa nazo. Haju tamato ni kwa watu ambao wanaishi mbali ya mji wa Maka na hii eh, kuanzia maili nane ambayo ni ndani ya Maka. Kwa mtu ambaye anaishi nje ya maili nane ambayo ni farsa kumi na sita tulisema yee, ndio anawajibika kutekeleza hija ya haji ya tamato hata ingawa pia tulisema kufatana, hii ni kufatana na madhhabu ya Ahlulbayt au madhhabu ya Imamia Shia Imamia Jaafaria, wao ndio wanasema kwamba mtu anawajibika kufanya tamato. Kufatana na madhhabu haya mengine tulisema, ya kwamba e, kufatana na Shafi, Imali, Maliki, Hambali wanasema ya kwamba e, kuna hali zile ambazo wanasema ya kwamba ana khiari ya kuchagua baina ya hija hii ya matamato na hila hija nyinginezo. Alafu tukasema kuna hajlifrad ambaye, e, ni ya mtu ambaye anaishi ndani ya mji wa Makka, yani e, kutoka kwenye msikiti mtukufu umbali wa hiyo e, maili nane ambazo tulisema. Na maelezo, maelezo kuhusu hija ya kwanza ambayo ni hajlifrad ndio tulikuwa tukielezea, na kisha baadaye tutaelezea kuhusu hajul kiran. Alafu kisha tutaelezea haji tamato, na haji tamato ndio ambayo sisi wengi ambao tunatoka nchi za huku mbali, e, kwa mfano Afrika Mashariki tunatekeleza hija hii ya tamato ambayo tutaielezea kwa undani zaidi. Ama kuhusu haji ifrad, tulielezea vitendo ambavyo mtu anatakilikana kuvitekeleza na tofauti iliyoko katika nini Eh, hukumu au fatwa za nini za madhehebu tofauti tofauti. Jambo la kwanza nikirudia tena kwa muktasari, alafu ndio tuendelee mahali ambapo tulifika. Ni kwamba tulisema kitendo cha kwanza katika hajjul ifrad, na vitendo vyenyewe ni kumi na viwili katika hija, kitendo cha kwanza ni mtu kuvaa ihramu, akavaa akatoa nguo zake za kawaida na kubadilisha na kuvaa vitambaa viwili shuka mbili ambazo moja inafungwa kwenye kiuno, upande wa kiuno kutoka kiunoni kurudi chini na se, nyingine inaekwa kwenye bega, na ndio tutakuja kujua tofauti iliyoko, kwa sababu kuna wengine wanaweka kwenye bega moja, wanafunika bega moja wanaacha jingi, bega moja bila kufunika, na wengine wanaweka katika bega zote mbili wanazifunika. Mazungumzo yatakuja baadaye. Na jambo la pili ni kusimama au kukaa, sio kusimama. Yani kavuka, lakini kukaa kwa muda wa kuanzia adhuhuri mpaka magharibi, katika sehemu inayoitwa Arafa, hii siku ya tisa ya mwezi wa Dhulhijja. Alafu jambo la tatu ni kuwa Muzdalifa usiku, mtu akafika kule na akakaa katika maeneo haya kuanzia wakati wa muadhini mpaka wakati wa jua kuchomoza. Hii sehemu anahakikisha yuko pale katika Muzdalifa, sehemu inaitwa Muzdalifa na se, jambo la tatu ni kwamba baada ya kutoka pale anaele, anaelekea Mina, mji wa Mina au maeneo ya Mina ambapo atapiga, kwa nini vi, vi, vijiwe vidogo atapiga nguzo e, moja ambayo inaitwa Jamratul Aqaba au kwa jina lingine shetani mkubwa, na e, yeye nini, kwa kupiga kitendo hiki atakuwa ametekeleza katika siku ya kumi ambayo ni siku ya idi ya Idul Adha, ndio atatekeleza jambo hili. Tulielezea tofauti zilizoko pia au mazungumzo yaliyoko kuhusiana na mambo haya mengi haya ambayo tunasema hamna tofauti nini madhehebu yote yanakubaliana, mambo haya jambo la tano ni kunyoa nywele au kukata sehemu ya nywele za mtu akiwa huko Mina baada ya kuwa amemaliza kufanya nini, amemaliza kupiga ni nguzo ile kubwa ambayo inaitwa Jamratul Akaba, anaelekea na anaenda na kunyoa au kukata sehemu ya nywele yake. Hapa ndipo mahala ambapo tulifika katika mazungumzo yetu. Sasa tukiendelea mazungumzo zaidi, ni kwamba kitendo cha sita ni kwamba mtu akafanya, baada ya kumaliza hayo akaenda tawafu na kufanya tawaful ifadha, baada ya kurudi Makka. Yani anarudi kutoka Mina, anatoka anaelekea Makka na akifika kule anafanya tawafu inaitwa tawaful ifadha, na ina majina mengine. Jina lingine inaitwa tawaful fardh, na jina lingine inaitwa tawafu rukun au tawafu ziara. Haya ni majina tofauti tofauti ya tawafu hii. Tawafu naye ni kitendo gani? Ni kuzunguka Kaba ukiwa ukianzia kwenye sehemu ambayo jiwe jeusi lipo, alhajarul aswad na kuzunguka na eh, kurudi pale sehemu ile ile ulioanzia, kwa kwa mara saba, nguzo nini, mizunguko saba, tawafu saba. Hii ndio inaitwa tawafu. Anapozunguka hii kwa kitendo hiki atakuwa amemaliza tawafu. Sasa je, ni wajibu kwa wote au la? Kulingana na kauli ya maulama ni kwamba wote wanakubaliana ya kwamba jambo hili pia tawafu ambayo inaitwa tawafu lifadha au tawafu ziara au tawafu lfardh ni wajib katika hajul ifrad. Jambo la saba ni tawafu nyingine, pia inaitwa nini, samahani, ni swala ina, inayokuja baada ya kumaliza tawafu. Una swali nyuma ya makamu Ibrahim. Kuna mahala ambapo kuna eh, kuna nyayo zilibaki, alama za nyayo za Nabii Ibrahim, na kuna sehemu imetengenezwa pale, ile sehemu inayoitwa hiyo sehemu, mahali ambapo kuna nyayo zake, alama za Nabii Ibrahim alayhi salam, sehemu hiyo inaitwa makamu Ibrahim. Sasa mtu ana swali nyuma ya sehemu ile, raka mbili zinazoitwa swala ya tawafu, ambazo ni raka mbili. Hizi ni katika pia vitendo ambavyo mtu ana wajibika kutekeleza na madhehebu ambayo yamesema wajibu wa jambo hili ni dhehebu Shia Ithnaasharia Imamia Jafaria. Pia hao wamesema ni wajibu kuswali, baada ya kumaliza tawafu ukaswali raka mbili. Pia vile vile Maliki, dhehebu la Maliki, dhehebu la Hanafi na dhehebu la Zaidi. Zaidi ni katika eh, mojawapo ya madhehebu pia na Ismailia. Haya madhehebu mawili ni katika madhehebu ya Kishia, kwa sababu kuna madhehebu ya Kishia. Kuna Shia Ithna Asharia, kuna zi, Shia zaidi, Zaidia, kuna Shia Ismailia na kuna wengineo ambao wapo katika nii, lakini hawa ndio tunapozungumzia. Tunataja Shia Ithna Asharia Imamia na kuna Shia Zaidia wa Shia Ismailia. Sasa eh, hawa ndio wanasema ya kwamba ni wajibu kuswali pamoja na Shafii. Katika mojawapo ya kauli zake anasema ya kwamba ni katika wajibu, na kauli nyingine aliyonayo kinyume cha kauli hii ni kwamba swala pamoja wakiwa na sha, na Hanafi, yani hii kauli ya pili Hanafi asama, samani Hambali, dhehebu la Hambali na dhehebu la Ibadia, wao wanasema ya kwamba sio wajib bali ni sunna, ni sunna, sio wajib. Yani baada ya kumaliza tawafu, si lazima uende ukaswali swala hiyo ya rakaa mbili, lakini ni sunna, yani ni vizuri mtu akitekeleza, ana akikosa kutekeleza hakuna kitu kitakuwa kimeharibika katika hija yake. Kwa hivyo hiyo ni sehemu nyingine, kiungo kingine cha matendo ya hija. Kitendo kingine cha saba katika matendo ni kuswali cha ni, ni nane samahani, ni kufanya sa'i, sa'i baina ya Safa na Marwa. Sa'i ni, sa'i ni mtu kutembea kwa taratibu bila kukimbia baina ya kutoka mlima unaoitwa Safa na mlima unaitwa Marwa, na ni maeneo ambayo tayari sasa hivi yako ndani ya msikiti wa Masjidul Haram. Sasa mtu anaanzia Safa akielekea Marwa, alafu kisha anarudi tena Safa, alafu kisha anarudi anatoka tena Safa anarudi Marwa, akienda hivi na mwishowe anamalizia. Katika raundi ya saba anamalizia huko Marwa. Kwa hivyo anaanzia Safa, Safa na anamalizia Marwa na akuwa akienda na katikati hapo kuna mahala ambapo atakuwa anatembea kwa haraka inayoitwa kinaitwa harwala. Harwala ni kuharakisha katika matembezi. Ukishapita baina ya sehemu hizi, matembezi yanakuwa ya kawaida. Sasa hii pia ni katika vitendo, yani sai ni katika vitendo vya hajjul ifrad. Na hii ni kauli ya nini? Ya wote wasomi wa ulama wote wamesema, au madhehebu yote yamesema ya kwamba ni jambo ambalo ni la wajib na ni katika sehemu ya hajjul ifrad. Jambo la tisa ni kukulala au kulazi, kuhaku, kuhakikisha kwamba usiku unabaki katika mji wa Mina, yani baada ya kuwa umetoka katika tawafu hili ambayo tumesema baada ya kuwa umeenda Maka ukafanya tawafu ambayo tumesema tawafu ifadha, unarudi tena katika maeneo ya Mina na katika maeneo ya Mina unawajibika kulala sehemu hiyo yani ukabaki usiku ule, usiku wa tarehe kumi na moja usiku wa kuamkia tarehe kumi na mbili pia vile vile unawajibika kulala pale, na kulingana na hali tofauti, wakati mwingine unawajibika pia kulala katika usiku wa kuamkia tarehe kumi na tatu. Sasa hii, eh, hii ndiyo kauli ya madhehebu ya Imamia Shia Ithna Sharia. Ama kuna kulingana na madhehebu haya mengine, wao wanasema vipi? Maliki na zaidi na Ismailia na Hambali katika kauli zake, mojawapo ya kauli zake, au kauli ambayo iliyo sahihi ya Hambali, madhehebu ya Hambali na madhehebu ya Ibadia, wao pia wanasema kama Shia Ithna Sharia yakwa unalala siku ta, usiku wa kumi na moja usiku wa kuamkia, kuamkia tarehe kumi na moja usiku wa kuamkia tarehe kumi na mbili usiku wa kuamkia tarehe kumi na tatu katika hali tofauti, eh, tofauti hiyo mpaka kumi na mbili wanakubaliana wana ama, katika eh, madhehebu mengine ni kwamba eh, kuna nini ama kulala kuna kauli ambayo ni ya, ya Shafi'i mmojawapo inasema ya kwamba kulala katika sehemu hizo mpaka kufikia ni katika, ni katika sehemu viungo vya hija lakini ni mustahabu anasema, anatilia shaka ya kwamba ima ni mustahabu au ni sunna, lakini anasema mwisho ya kwamba iliyo dhahiri ni kwamba ni, ni wajibu. Kauli ambayo yenye nguvu ya Shafi'i inasema ni kwamba ni wajibu pia vile vile kulala katika hizo siku tatu. Ama katika dhehebu la Hanafi anasema, ambaye ametofautiana na hawa wengine wote madhehebu haya mengine, yeye anasema ya kwamba ni makuruhu, ni sunna na ni makuruhu kuacha kitendo hiki cha kulala siku tatu au siku tatu hizi. Hiyo ndio katika kauli za dhehebu la Hanafi. Kwa hivyo inabidi mtu awe atatekeleza e, nini a, ni, ni bora kwake kutekeleza jambo hili. Kwa hivyo hayo ni mambo tisa. Tumefikia jambo la kumi ambalo ni katika matendo haya, yani ni, ya nini ya hajjul ifrad ni katika siku ya kumi na moja na siku ya kumi na mbili ni kwamba mtu atoke akiwa Mina amekesha siku zote zile mbili, amelala huko katika sehemu zile katika mji wa Mina, atoke katika siku ile, apige nguzo tatu zote, Jamratul Aqaba, Jamratul Wusta na Jamra ambayo ya mwisho ni sughura, ndogo ambayo pia, au shetani mkubwa, shetani wastani na shetani mdogo kabisa. Haya yote ma anayapiga mawe anayapiga vijiwe saba kila moja. Hii ni katika matendo ambayo anatakana kuyafanya katika usiku siku ya kumi na mbili, kumi na moja na kumi na mbili, bali katika ikiwa atakuwa amelala katika usiku wa kuamkia tarehe kumi na tatu pia vile vile anawajibika kufanya vile vile kupiga mawe kwanza alafu hivi hizi nguzo tatu au shetani hao watatu akishamaliza pale basi, atakuwa amefanya nini? Amemaliza matendo yake nini, hija yake, kwa upande huo maeneo hiyo, na ataondoka na kuelekea Mina nini, kuelekea Maka kwa ajili ya matendo mawili yaliyobaki ambayo e, tunayasema sasa ili jambo la kupiga mawe siku ya kumi na moja na kumi na tatu ni katika mambo ambayo yana, wanaafikiana madhehebu yote yanaafikiana. Ama kuhusiana na tarehe kumi na tarehe kumi na tatu ana, inasemekana e, katika kauli ni kwamba kulingana na Hanafiya na Shafiia na Hambali na zaidi wao wanasema e, katika baada katika siku ya tatu, kumi na tatu baada ya kuwa amepiga e, ametupa mawe na kupiga nguzo hizo za tatu katika usiku, siku ya kumi na tatu atatenda atapiga mawe yale manini matatu mashetani watatu au shetani watatu, alafu kisha atatekeleza katika mambo ambayo katika usiku hiyo ni lazima atatekeleza, afanye tawafu ya wida, tawafu ya kuaga. Ataenda maka na atatekeleza tawafu wida, hicho tu ndio kitendo atakuwa anawajibika kutekeleza, na atakuwa amemaliza hija yake. Ama kufuatana na madhhab ya ahlul bait, kuna kitendo ambacho, sasa, kitendo cha 11 katika vitendo vya hajul ifrad ni tawafu nisa. Hii tawafu nisa ni wajib. Baada ya kuwa mtu amemaliza katika kumaliza matendo haya mengine ambayo tumesema, amepiga mawe matatu, basi atawajibika kwenda maka na kufanya kitu cha kumi na moja ni tawafu nisa na kisha kumi, kitu cha kumi na mbili katika mambo ambayo ndio matendo ya hajul ifrad na ataswali salati tawafu nisa, swala rakaa mbili ambazo zinaitwa swala za tawafu nisa. Hii tawafu nisa ni ipi na tofauti iliyoko na tawafu ulida? Kwa upande wa madhehebu haya mengine Maliki, Hanafi, Hambali, Shafi'i, kama vile tulivyoeleza, wao wamesema kwamba unaenda baada ya kupiga mawe siku ile ya kumi na tatu unaenda unafanya tawafu alwida. Ama kwa upande wa Shia ithna sharia imamia ni kwamba unaenda unafanya tawafu nisa. Tawafu nisa ni kwamba ukikosa kuitekeleza ile tawafu nisa, wanawake hawatakuwa yani halali, kwa sababu kuna mambo kadhaa ambayo yanakuwa kwa kuvaa ihramu yanakuwa ni haramu, na kile unavyotenda vitendo, mambo yale yanaenda yakipungua yakipungua, uharamu jambo fulani ukimaliza kunyoa nywele mambo fulani yanakuwa ni halali kwako tena, na inabaki sasa ni mwanamke mke wako na au mwanamke yote atakuwa ni haramu kwako, huwezi kuoa, huwezi kukutana na mke wako mpaka utakapomaliza tawafu nisaa. Na hii tawafu nisaa ndicho kitendo cha mwisho katika hajjul ifrad, bali katika hija nyinginezo ambazo tutakazo tutakavyoelezea na jambo hili wanaosema pia vile vile sawa na Shia Ithna Asharia Imamia ni Ismailia na Zaidia, wao pia wanasema tawafu nisani katika wajibati za hajjul ifrad. Ama madhehebu mengine Maliki, Hanafi, Shafi'i, Hambali, ibadi na zaidia pia katika baadhi ya kauli zake pia nyingine wanasema ya kwamba sio katika wajiba, sio wajibu kwamba mtu aende afanye tawafu anisa, bali wao wanasema tawafu widaa ndio inayotekelezwa, yani tawafu ya kuiaga nyumba ya Mwenyezi Mungu ambaye ni Makkatul Mukarrama. Hapo tutakuwa tumeelezea na kukamilisha e, mambo ambayo ni wajib katika hija ambayo inaitwa hajj al-ifrad. Insha Allah, tukutane tena kwenye kipindi kingine tukielezea kuhusu mengineo kuhusu hija. Wasallallahu ala sayidina nabiyina Muhammad wa alihi at-tahirin